Tunawapa baraka zote mtatuwakilisha huko kwenye mikoa mingine. Mkienda kule, kafanyeni vizuri zaidi ya hapa mlivyofanya, na sisi tutawapa support ya kila aina kusudi mrudi na ushindi mkubwa zaidi. La pili, niwapongeze vijana kutoka timu ya Korosho. Timu yoyote ingetuwakilisha mambo yangekuwa mazuri tu tunawapongeza na wengine ambao hawapo hapa wale, Wambinga, wale Waruiko, wa Mbinga wale wa Ruhiko, mmefanya vizuri wa Ruvuma. Kwa Madaba nimeambiwa waliziliwa mapema kabisa, hawakujipanga vizuri. Zaidi kwa ninyi wa Ruvuma, mnaweza mkacheza mdundiko kuanzia hapa mpaka huko kwenu Ruvuma, mwendelee kucheza mdundiko kwa kazi nzuri. Lakini la mwisho niwapongeze sana benki ya CRDB. Najua nchi hii na, na mabenki mengi sana yako mengi sana zaidi ya karibu arobaini nchi nzima, na mabenki karibu arobaini lakini mara nyingi sana tunapofanya shughuli za kijamii benki ambayo haikosekani ni pamoja na CRDB. Hii ni benki ya watu wenye fedha, ya watu wenye fedha nyingi kabisa, ya watu wenye fedha za kati, lakini hata wanaodunduliza, hii benki bado inawathamini. Ndio maana hapa vijana mko hapa, lakini benki na yenyewe haijakaa mbali. Kwa hiyo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Ruvuma anaipongeza sana benki ya CRDB, anawapongeza sana viongozi wa Chama cha Mpira mkoa wa Ruvuma, kwa sababu mmeendelea kudumisha vipaji hivi. Ukipata uongozi legelege unaweza ukaua vipaji katika mkoa wetu, lakini ninyi hamja hamjakubali mmeendelea weka nguvu ndio maana vijana kama hao wanaibuka. Na mwisho kabisa, tuombe Mungu ili mashindano yajayo sasa yafanyikie katika mji wa Songea, akifanyikia hapa kwanzia huu mwezi wa pili kwa sababu mji huu sasa umechangamka sana. Kwanza tumepata mstahiki mea kijana anayependa michezo, mara chache sana mstahiki mea kuja muda kama huu kushu, kushirikiana kushu, kushu, nasi leo yuko hapa toka saa nane Manayake ni kwamba miaka mitano ijayo kuanzia sasa mji huu utakuwa tofauti sana. Kwao tunakushukuru sana mstahiki, kwa kuwapa kampani vijana hawa. Kwa hiyo mwezi wa mwenyekiti wa chama cha mpira, piga debe sana huko, na ukiona unazidiwa tuambie, na mimi nikiona tunazidiwa tunamwambia mweshimuwa mkuu wa mkoa hatusaidie kupiga debe, hayo mashindano yanayokuja yafanyikie katika mji wa Songea. Baada ya kusema haya, sasa ni mwenyezi Mungu ambaye hatimaye ametuwezesha leo tunafika kwenye tamati ya kumpata bingwa wetu wa mkoa wa Ruvuma kwa msimu wetu wa mwaka elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita, na ndiye ambaye atakwenda kumwakilisha mkoa wetu wa Ruvuma katika mashindano ya mabingwa wa mikoa ambayo yanatarajiwa kufanyika mapema mwezenu mwa mwezi wa pili mwaka 2026 mahali papotopotangazwa na TFF. Meneja benki kuwapongeza washindani wote ambao tumefanikiwa kushiriki, lakini pia kwa sisi ambao tumefika fainali sisi katika CRDB tunasema mahali popote ulipo na sisi tupo. Kwa ninaposema ulipo, Upo! Ulipo, Upo! Ulipo, ndio maana leo tuko mahali hapo. Kwa hiyo niwaombe sana, ndugu zangu, sisi ni benki ambayo tunajali mambo mbalimbali ya kijamii na tuko tayari wakati wowote wa kushirikiana na jamii husika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba gurudumu la maendeleo katika mkoa wetu wa Ruvuma unaenda vizuri. Kwa hiyo niwakaribishe sana wale vijana, tuna akaunti pale CRDB ambazo zinawafaa timu ambazo mnashiriki. Jamani, mimi niwaombe tu, sisi tuna akaunti ambazo hazina makato yoyote. Kwa hiyo nyinyi mnakuja kufungua akaunti ya timu yako benki ya CRDB, na unapata kuweza kujiwekea malimbikizo ma ma ya pesa zenu ili muweze kujiandaa na mashindano mengine. Kwa hiyo niwakaribishe mje mfungue akaunti CRDB, na nyinyi tutakuwa wadau wenu pia wa karibu. Kwa hiyo niwakaribishe sana sana sana timu zote shiriki, niwaahidi tu hata mwakani pia tunaweza kuwa pamoja, lakini niwaombe, tuungane mkono, mje benki ya CRDB tuendelee kulipeleka mbele ili gurudumu letu. Naitwa Ali Hamisi Matanda, kocha wa Ruvuma City, ambaye nimetoka kata ya Ruvuma, mwalimu wa muda mrefu sana. Ni haya mashindano ambayo wewe umemalizika, nisikia furaha sana, kwa kuwa mimi nilikuwa bingwa, ili nilikuwa kocha bora wa mashindano tatu. Yaani, hizi ni ndoto ambazo mimi kwa kawaida nazipenda niwe nazo kwenye maisha yangu, nipate kombe muda wote. Wana Ruvuma, kitu cha kwanza nataka niwaambie, mpira ni jitihada. Pili, yatakiwa tu tuna, tunasapotiana sana kuliko kupata tamaa, kwa sababu mpira hauna mwenyewe. Leo kuna timu ilichokua nyingi zimetoka, hatimaye sisi ndio mabingwa wa mkoa. Kwa hiyo kila mtu awe anajua mpira ni jitihada, sio timu ambayo yenye kipato sana, sisi hatuna kipato, ila bado tumejitahidi kwa jitihada zetu tumechukua kombe.